zangu nimeloesha ngoo hizi sasa. Hujapenda? mimi ndio nimetaka uvae ngoo zako, nimeziloeka kwa sababu nimeona ni chafu. Una shida gani? mimi narudi narudi, wapi? ndazifua ndazileta bana, wewe mtoto anakuhusu? Moyo unaniambia fumba macho usione, ya dunia yanatisha. Moyo unasema fumba macho usione, haya yanatisha, ila nakubali tusaa japo mambo yangu yanaharibika, nakubali tusaa. Zinduna! Zinduna! hmm? Amka uende shule bwana, unalala nini sasa hivi? Uone kama kumekucha au Kajiandae hapo uende shule tu katimiza wajibu japokuwa akili zenyewe huna. Kajiandae uende zako shule. Bona lalala mpaka sasa hivi hapo nalala ni. Mae la shule. Ila shule. Uko Il shule una biashara gani mpaka unataka hela? Bona nenda kajiandae sasa hivi uende shule. Sina mbaya bali za hela sasa hivi. Changamka na tena ole wako nirudi nikukuta huko ndani. Kajiandae nenda shule. Mchanganye. Sasa ole wako nirudi nikukuta huko ndani. Kajiandae uende shule. Moyo unaniambia fumba macho, usione ya dunia, yana tisha. Moyo unasema fumba macho, usione haya, yana tisha. Ila nakubali tu sana, japo mambo yangu yanaharibika, nakubali tu sana. Binti, nimefuata hela <coughs> yangu hapa. Jana kuondoka na hela yangu kule kazini, umeona dili mwenyewe, umejikuta wewe mwamba, si ndio? Nimefuata hela yangu, dada. <coughs> Wewe dem, vipi? Mbona makelele? Yaani wewe mimi na dai hela yangu afu unaniambia vipi? Wewe unajua nitafutaje kule mimi wewe? Na wewe umeenda kwa bibi yako shamba umeenda kutulaga ile wenzetu tusionekane pale kazini, kila siku naonekana wewe. Sasa nakwambiaje hapa nimefuata hela yangu binti? <coughs> Dema lezi, bana. Vipi? Timu, steam stimwe nataka elangu nipe. Sampa sa dada, oya mtonyo mimi sina no. Unatakaje sasa? Unaniuliza natakaje, wakati na daiela yangu wewe? Subiri nikuonyeshe. A, unazingua oya. Sema dema anazingua, ila fresh s yes, najikuta mwamba nini anakuja home anatimba anaanza makelele nini, analetea usinichi fresh. Oya popote ntakapo mkuta ni mimi na yeye, aleta usinichi anakuja geto nini aafu anaanza kubwata nini Moyo unaniambia fumba macho usione, ya dunia yanatisha. Moyo unasema fumba macho usione, haya yanatisha. Ila nakubali, nakubali tu saa, japo mambo yangu yanaharibika. Nakubali tu saa, japo nazidi kuteseka. Nifanya nini na ndo dunia ilivyo. Oya, ndi mchongo vipi? Oya, mwanangu ana michongo huyo yaani nyinyi mna michongo wenyewe. Hiyo ndio shida, mna michongo afu mnakaa nayo wenyewe. A, kawaida. Huyu ndo shemeji yetu mwanangu hapo meavagao, umesikia? Huyu au unaonaje mwanangu? sawa Hatuoni huyo ndio shemeji huyu. Eh? Alangu hapa jamaka hapa. Huyu jamaka feli. Mimi ude, mwenyewe huwa naenda kumnunua sehemu kule wanajiuza, acha bwana Umesikia nikupange kitu? Kwa huyu? Ah, kwangu hapana, hawezi kuwa shemeji yangu. Eti rafiki oshemeji yetu hiyo <tabu> kweli yeah. Ah, mimi siamini, sio shemeji yetu hiyo. Alafu ujue we mwanangu, na siwezi kuficha chochote, ude mimi nishapiga. Unasemaje? Shapiga. Yaani ukija kufuatilia sifa zake utakuja tota kugundua kwamba huyu sio shemeji. Hawezi kuwa shemeji yetu. Unachanganya, hichi tunachoambiwa ni cha ukweli na uhakika kwao. Unachotakiwa kuzingatia zingatia hichi tunachokwambia. Kama uhamini, nitakupeleka mimi mwenyewe jioni. Hebu sikia. Mimi nitaamini kwa macho yangu, mwanangu. Nataka nione mwenyewe. Mimi nitakupeleka leo mwenyewe, mguu wangu mguu wako. Afu uje kuthibitisha mwenyewe. Hey, yaani mpaka tunaamua tu tukuambie hivi yani, hatukuona ishu kunyamaza na ishu kama hii. Afu tunaelewa mazingira. Sema, Sema nini?

Safi sana. safi sana bila kuchelewa, tuanze kwenye mada yetu leo. Tumechanganya wanafunzi wa sekondari pamoja na shule ya msingi, kwa sababu tuna mada nzuri na kubwa zaidi na nzuri nzuri, mnombao nimewaletea leo. Mada yetu inasema ukubwa wa akili, inasemaje? O, hebu tuandikie pale mada yetu inasemaje? Hapo katikati tuandikie hapo, na kipindi tunaendelea. Kipindi anaendelea kuandika hapa. Hebu simama wewe. Unaitwa nani? Neema. Neema. Rais mm, wako wa mwaka tano ni nani? John Pombe Magufuli. Safu. Amepatia hajapatia? Amepatia. Huo ndo ukubwa wa akili kwa maana ni wepesi wa kujielewa na kujitambua, sawa eh? Ndio. Ah, uh, safi kabisa. Hebu simama wewe. Unaitwa nani? Naitwa Alda Tisa. Sawa, okay, tano jumlisha mbili toa moja ongeza tatu jibu ni ngapi? Sita. Sita. Amepatia? Amepatia. Hebu njoo andika tano jumlisha mbili toa moja ongeza tatu jibu sawasawa ni ngapi? Tisa. Tano jumlisha mbili. Saba. Ukitoa moja. Sita. Ukiongeza tatu. Tisa. Haya, rudi nenda kakae. Huu ni ukubwa wa akili, udogo wa akili. Udogo wa akili. Sawa, hilo pia ni funzo. Haya, kaa chini. Uh, tunaendelea. Wewe unaitwa nani? Zerona Muhammad. Jina lako na kuongeza Muhammad. Lina herufi ngapi? Kumi na mbili. Msicheke hmm. <coughs> Msicheke, msicheke, kukosea ni hali ya kawaida. <coughs> E, hebu kaa chini. Huo ni, ni ukubwa wa akili udogo wa akili, wa akili. Sawa, basi mimi niwaache na homework. Nda, na nitawafanya Jumatatu nakokuja katika kipindi kuhakikisha kila mmoja amekwisha kuwa na ukubwa wa nini akili ha. Sawa Bani salama ma mi na njaa, kwa hiyo mama, na njaa, mi nifanyije? Nataka kula kula kama chakula unakiona? We vipi, kwani mama hujapika? Nipike, nimpikie nani? <coughs> au hiyo hela ya kupika umeniachia wee mpaka niulize? Nimepika sasa. Mi mama bwanae, ata kula nini utajua mwenyewe. Alafu kwanza usinichanganye, usinichanganye Zinduna, usinichanganye. Unanijua nitakufumua sasa hivi, nitakubonda Utaamini uendelea kunichanganya. Mama mimi na njaa. Zinduna, Zinduna, Zinduna, Zinduna. Nimekuita mara tatu. Usinichanganye, usinichanganye, halafu kwanza nenda ndani kalala, nenda ndani kalala, usinichoshe mimi saa hivi. Kula ula kula, unajua kula wewe, unaongea tu hapa kwanza tu unachokisoma mimi hata sikioni. Akili zenyewe huna kama babako, unanichosha tu hapa. Moyo unaniambia fumba macho, usione ya dunia, yanatisha. Moyo unasema fumba macho, usione haya, yanatisha. Ila nakubali tu saa, japo mambo yangu yanaharibika. Nakubali tu saa, japo nazidi kuteseka. Nifanye nini? Na ndo dunia ilivyo.